Ndoa ni muunganiko wa mwanamke na mwanaume walioamua wa kuishi kwa pamoja kwa ridhaa yao wenyewe mpaka mwisho wa ndoa yao. Kuna aina kuu mbili za ndoa: kuna ndoa ya mke mmoja na mme mmoja, na kuna ndoa ya mme mmoja na wake wengi. Je, ndoa hizi zinashereheshwa vipi? Ndoa hizi zinashereheshwa kwa taratibu na sheria za kimila kidini na kiserikali. Kimila tunaona wazee wa kimila wanafundisha nini ndoa, na kiserikali, ukitaka kufunga ndoa yako unaenda kwa ofisi ya mkuu wa wilaya pamoja na katibu tawala wilaya atakufundisha ndoa yako, na kidini utaenda kanisani unafunga ndoa yako. Kitu kingine kwenye, kwenye swala la ndoa kwenye misingi ya ndoa, hiyo ndoa inatakiwa ishuhudiwe na watu wasiopungua wawili na pia isajiliwe kwa mujibu wa sheria. Nitaongelea mambo ambayo sheria ya ndoa inakataza katika swala zima la kuoa au kuolewa. Kama tunavyojua sheria zetu za Tanzania zinakataza ndoa ya jinsia moja. Pia sheria yetu ya ndoa ya Tanzania inakataza kuoana ndugu, kaka au kaka na dada, inakataza kitu kingine kuoana watu yaani, e watu wanaoana kwa mkataba. Sheria ya ndoa ya Tanzania inakataza kitu kingine, ndoa ile ya kulazimishwa. Unakuta mwanamke analazimishwa aolewe na mwanaume ambaye hampendi au mwanaume analazimishwa amwoe mwanamke ambaye ni hampendi, hiyo ina inakataza. nyingine ni mtoto mdogo, unakuta analazimishwa aolewe, yuko chini ya miaka 18 kwa nakuta yule mtoto ni mdogo, labda na miaka 13, yule bado ni mtoto Mtoto akizaa mtoto, wale ni watoto wanajilea kwao. Sheria inafanyaje? Inakataza.